pita katika mwaka uchaguzi maandamano uh, yaliotokea tarehe ishirini na saba e, Januari elfu mbili na moja Mimi nilikuwa na amana ya watu ndani, milioni tano za msikiti zilichukuliwa, zili baada ya kuvunjwa, nyumba nilipigwa mabomu ndani ya machozi, magodoro yakawaka na watoto wako chini ya, chini ya mvungu. Sasa leo bado watoto wangu wapo nyumbani hawana wasiwasi wasi. Tunaendelea kuwepo katika mitaa yetu. Kwa hivyo uchaguzi huu ni tofauti sana hali katika uchaguzi huu ni tofauti sana. Nazungumzia. Kwa hivyo kuna mabadiliko makubwa yamepatikana katika nchi. Sasa hivi, ukitizama hata miundo ya barabara ulikuwa ukimtoa mgonjwa hapa ukaenda naye mkoani akifika kichunjuu. Basi hata akifika mkoani kisha kufa. Au kama hajafika ile hajakufa maradhi yashazidi kwa njia ilivyo kwa chafu. Sasa ukitizama awamu hii basi ilitupa inatupa matumaini sana kwanza, mshikamano. Tunamshikamano zaidi alafu kupata huduma za jamii zimekuwa rahisi kutufikia. Leo ukenda hospitali dawa unapata, hospitali dawa basi labda ni bahati mbaya, au pengine ile dawa haijajulikani, haija kaagiziwa. Lakini ukenda hospitali matibabu. Ukija mashuleni, watoto wetu walikuwa wakisota miezi mitatu ununue sare. Ukenda ndani ya mashule mmefukuka utafikiri wanafugwa kuku ndani au mbuzi. Mmefukuka yale ile yale, yale, saruji sakafu yote hamna, hamna tama, hamna mavumbi lakini leo watoto wetu wanakalia viti, tumerudi kule kule tulipokuwa, sio katika, katika serikali ya ya ya Waarabu wa Uingereza tulikuwa sote tukakaa kwenye viti, huduma zilikuwa zapatikana. Mimi nafikiri tukubali tu kwamba tukubaliane na matokeo, ikiwa patatokea ma, patatokea hitilafu za kibinadamu, basi twende kwenye vyombo vinavyo kwa vya sheria, hivyo ndio utaratibu ulivyo kwenye serikali. haijatusaidia lolote kufanya jambo jingine lolote ambalo linaweza kuhatarisha amani iliyopo. So, bado tutarudi kuteseka na tumechoka kuteseka, tumechoka kuteseka, kuteseka. Hili tuseme wazi kabisa. Audhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du. Mimi jina langu ni Abdullah bin Nasir bin Abdullah bin Al-Mawali, mashuhuri hapa Chake Chake Pemba mpaka Unguja wananiita Mauli. Eh, kwa kusema kweli Sheh Saimu, Sheh Saimu, kwamba uchaguzi wa mara hii kidogo hali ya mazingira yake ni tofauti na chaguzi zilizopita. Tumeanza 95 vurugu, tumekuja elfu mbili vurugu zaidi, elfu mbili na moja mpaka tokea maandamano na baadhi ya watu wakapoteza roho zao na mali nyingine zikatwawa wakanajisiwa. Uchaguzi wa elfu mbili na tano kidogo ukawa kidogo afadhali, haukufika kiwango hicho. Lakini tulipokuja elfu mbili na kumi hasa tulijitambua kwamba tumefanya uchaguzi. Kwa sababu tulifanya uchaguzi kwa amani kabisa, lakini matokeo yake yakaja yakawa kidogo hayakuridhisha. Maana yake matokeo yaliharibiwa na yakaambiwa kwamba uchaguzi ule ulikuwa ni batili. Kwa hivyo tukaingia kwenye uchaguzi mwingine ambao kwamba ulikuwa nao ni hivyo hivyo. Elfu mbili na ishirini, na ishirini, aa, ilikuwa ndio saizi ingelikuwa hapa Kaliki tuko maporini lakini mwaka huu baada ya uh, jitihada za taasisi za, za, za kidini, jumuiya mbalimbali zisizo za kiserikali, e, serikali yenyewe kupitia vyama vya vyama vya siasa na viongozi wetu wakuu wakakubali kukaa pamoja na kupanga mkakati rasmi kabisa wa kukusudia kuleta amani katika nchi yetu. Haya yote tunayaona matunda haya leo, Sheikh Saimu, kuwepo hapa katika viwanja hivi, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tarehe ya leo. Nyuma huko watu washanyakuliwa, washapigwa, washafanywa nini, lakini leo tuko tunategemea Mwenyezi Mungu ajalie kwa zile dua zetu, kama alivyosema shekhe hapa kwamba si lazima dua zetu za papo kwamba zijibiwe na Mwenyezi Mungu. Ana sifa hiyo kwamba anajibu papo, anaahirisha, akajua kuna wakati mwafaka atatuletea jambo. Mara hii tunaingia kwenye uchaguzi, bado nafsi zetu hazijaamini kwamba tuko katika salama, bado hazijaamini kwa kwa kwa sababu mzunguko zunguko unaouona watu wengine wanakuwa na hofu ndani ya nafsi, ingawa serikali inatoa na, inatoa swasi viongozi wetu wakuu Mama Samia na kiongozi wetu, na kiongozi wetu rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi wanatupa matumaini makubwa sana. Viongozi wetu wa upinzani wanaoingia katika uchaguzi kugombea nafasi mbalimbali bado wanakuwa na maneno mazuri sana ya kusema kwamba tutunzeni amani, tutunzeni amani tutunzeni amani, tutunzeni amani. Bado tuko kwa amani. Tumombe Mwenyezi Mungu hii hali iendelee mpaka tumanze uchaguzi. Na ndio maana kila mwaka huwa tunafanya kila inapofika karibu na uchaguzi au linapotokea jambo kubwa la kitaifa, basi sisi huwa tunasimama tunafanya tunafanya ibada hizi. Lakini pia hapa Pemba pamefanyika mikutano mingi sana. Mingi sana katika maeneo mbalimbali kwa tabaka mbalimbali na ndani ya misikiti. Na faraja iliyoje ni kwamba inaonekana inaonekana dalili kwamba hata kutokana na serikali kwamba imetangaza siku moja tu mapumziko kwa kule bara tarehe 29. Sasa sisi bado hatujajua serikali itatangaza vipi kama ni tarehe 29 mapumziko. Ijumaa tunaendelea makazini kama zamani. Katika hali itakayokuwa ni ashwari, tusubiri matokeo, tukae kitako tuje tukae misikitini na kwenye hadhara kama hizi tuwaombe viongozi wetu wale watakao kuwepo ili waweze kutuongoza vizuri, lakini uchaguzi wa mara hii ni tofauti sana. Hali ya uchaguzi mara hii ni tofauti sana na miaka mingine tofauti yake ilikuwa ni ni ni ile hali ya amani. Miaka iliyopita pita, nimekuambia tukikaa maporini shekhe, tushalala maporini na watu washakimbia washafika Dadabu, Kenya. Kwanza miaka iliyopita katika uchaguzi, maandamano yalotokea tarehe 27 Januari elfu mbili na moja, mimi nilikuwa na amana ya watu ndani, milioni tano za msikiti zilichukuliwa zili, baada ya kuvunjwa nyumba nilipigwa mabomu ndani ya machozi, magodoro yakawaka na watoto wako chini ya, chini ya mvungu. Sasa leo bado watoto wangu wapo nyumbani, hawana wasiwasi wasi. Tunaendelea kuwepo katika mitaa yetu, kwa hivyo uchaguzi huu ni tofauti sana, hali katika uchaguzi huu ni tofauti sana, nazungumzia hali katika uchaguzi huu hadi hivi sasa tunavyoongea, na tunatarajia inshaallah iwe hali nzuri. Na ndio maana tunapambana sana kuwafikia watu katika tabaka mbalimbali maeneo mbalimbali, ili kuwaambia jamani, likitota hili hatuna pa kwenda sisi. Wanaoathirika zaidi ni akina mama na watoto, kwa hivyo tuwafikirie hawa mama zetu na dada zetu na mashangazi zetu tukishaondoka sisi tukawakimbia. Tumeona watu walitupa wazazi wao, wakatupa watoto wao, hapo wakakimbilia Kenya. Sasa kwa kusema kweli, hali marai ni nzuri mpaka sasa hivi, tunashukuru viongozi wetu kwa kukaa kitako wakaliona hili na wakatuita kutaka nasaha na ushauri, tukawapa na wakashikamana na maelekezo basi. Tunashukuru kwa sababu, ni kuambia Sheikh Saimu hapa Zanzibar pamoja na hapa, hapa Zanzibar iliundwa kamati rasmi hasa ya kitaifa ya kuliratibu ya kulirati, swala hili la amani, na ndio maana tukafikia hapa alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kuchu achana na hilo unazungumzaji, serikali mbili za Mheshimiwa Rais Samia na Dr Hussein Ali Hassan Mwinyi. Ah, Me nikiwa ni ni kijana mdogo niko darasa la sita, kwa hivyo nnayaona mapinduzi na mapinduzi amenikuta katika pali tete sana katika Zanzibar, pahali panaitwa Kisima Majongo au 64. Nliona ule, ule, ule mtitigiko uliotokea tukafunikwa magunia. Sasa tuliona maendeleo yalioletwa baada ya mapinduzi. Tuliona maendeleo yaliokuja awamu ya pili ya Mheshimiwa Jumbe Abud Jumbe Mwinyi, wote washakuwa marehemu. Tukaona yaliotokea wakati wa kipindi cha Idris Abdulwakili, Sheikh Idris Abdulwakili. Tukaona yaliotokea baada ya kuja Hassan Mwinyi, wote washakuwa marehemu hawa, Mungu awarehemu akhera waliko. Kila mmoja alijitahidi kwa upande wake. Hapo sasa paka Dorora mambo kidogo katika maendeleo. Tukubali tukataeni huo ukweli. Ya Kadorora mambo. Sasa ukitizama awamu hii basi ilitupa inatupa matumaini sana kwanza mshikamano. Tuna mshikamano zaidi. Halafu kupata huduma za jamii zimekuwa rahisi kutufikia. Leo ukenda hospitali dawa unapata, hata iko haipo hospitali dawa, basi labda ni bahati mbaya au pengine ile dawa haijajulikani kaagiziwa. Lakini ukenda hospitali matibabu, ukija mashuleni watoto wetu walikuwa wakisota miezi mitatu ununue sare. Ukenda ndani ya mashule mumefukuka utafikiri wanafugwa kuku ndani au mbuzi. Mmefukuka yale yale ile saruji sakafu yote mef, hamna hamna tama na mavumbi. Lakini leo watoto wetu wanakalia viti. Tumerudi kule kule tulipokuwa sio katika, katika serikali ya ya ya ya, ya, ya, ya Waarabu, wa Uingereza. Tulikuwa sote tukakaa kwenye viti. Huduma zilikuwa zapatikana madaftari safi, watoto wanapata ya shule. Alhamdulillah kwa kiwango fulani. Kuna baadhi ya shule wanapata na chakula pia wanapikiwa uji. Kwa hivyo tumepata maendeleo kidogo na tumeona kwamba hata mabadiliko ya mfumo wa elimu yamebadilika. Sasa hivi watoto wetu tulikuwa tukiwafungia ndani kwa sababu ya utahira, wanaozaliwa tahira, wale akili tahira au wale kwa na ulemavu, tunaona wanakwenda wanasomeshwa, wanapata elimu. Kwa hivyo kuna mabadiliko makubwa yamepatikana katika nchi. Sasa hivi ukitizama, hata miundo ya barabara, ulikuwa ukimtoa mgonjwa hapa ukaenda naye mkoani akifika kichunjuu. Basi hata kifika mkoani kisha kufa au kama hajafika hajakufa maradhi ashazidi, kwa njia ilivyo kuwa chafu. Lakini leo kwa alhamdulillah, japo japokuwa haiko hivyo, lakini ina tia sura. Na sasa hivi tunaona kwamba programu ya ujenzi wa barabara mpya unakuja, tutumaini kwamba tutapata maendeleo zaidi. Kuna uchepukaji wa barabara, kwa mfano sasa hivi kwa unataka kwenda Chambani, lakini ukafika ukafika maeneo ya Chambani ukaamua nitaka nipitie njia kongwe, wapi wataka, wataka ukifika, ukifika sipwese. Sipwese zako, zako zote zimetengenezwa zi katika awamu na bado zinaendelea kutengenezwa. Sasa hivi tuna barabara ya Mkumbuu ambayo inajengwa mpaka Pwani Ngagu kwa hivyo unaweza kuona kwamba tuna maendeleo makubwa tuliyopata. Mtu la haki apewa, mnyonge mnyongeni, lakini na haki yake mpeni. Kumshukuru, kumshukuru Mwenyezi Mungu, maa tumshukuru Mwenyezi Mungu ndo anayetengeneza eh. Sisi binadamu hatuna uwezo kutuletea kiongozi Mheshimiwa Hussein, Hussein Mwinyi, tumeona aliyofanya amejitahidi, mapungufu ni ya kibinadamu bado siku tano tu kuelekea uchaguzi, unahusia nini wagombea matokeo yatakayo... mi, mi nafikiri tu, tukubali tu kwamba tukubaliane na matokeo, ikiwa patatokea na patatokea hitilafu ni za kibinadamu, basi twende kwenye vyombo vinavyowekwa vya sheria. Hivyo ndio utaratibu ulivyo kwenye serikali. Haiji tusaidia lolote kufanya jambo jingine lolote ambalo linaweza katarisha amani iliyopo, so bado tutarudi kuteseka na tumechoka kuteseka. Hili tuseme wazi kabisa, tumechoka kuteseka tumechoka kuacha wake zetu majumbani tukawakimbia na mali zetu zikaporwa. Sasa tukubali tu kwamba viongozi wajue kwamba kuna katika ulimwengu kuna kupata na kukosa, na mwanadamu shoti tujue kwamba hapati ila lilo kadiriwa. Lolote lile Mwenyezi Mungu alolikadiria basi litafika kwa mwana, kwa kiumbe lakini ikiwa haja kadiria kakadiria kwamba hilo lisimfiki mimi, sisemi haja kadiria, Mungu kakataa hivyo, kwa haja kadiria. Ah ah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma asabaka lam yahtaaka, kinachokupata hakikosi kabisa kabisa, wa ma akhtaaka lam yusibka. Kwa hivyo akasema kule mwanzo alisema vipi? Akasema kwamba akasema kwamba la takul lau faaltu kadha lakana kadha wa kadha, usiseme wewe kwamba mimi ninge, akatuondoshia Mtume inge tense nshallah nafikiri